Ndugu zangu, nilisema aliyopita sindwele tugange ajayo, lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, lakini inshaallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nataka niseme nilimsikia mmoja kati ya waandaaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liahirisheni nendeni, subirini Krismasi, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga.